Well, kongamano la masuala ya bahari limekamilika katika kaunti ya Mombasa huku washikadau katika sekta hiyo wakitakiwa kufanya kazi kwa pamoja na kubuni mikakati ya kulinda bahari na viumbe vyake. Hii ni baada ya kubainika kuwa uchafuzi wa mazingira, ukosefu wa hamasisho zaidi, pamoja na mapuuza ya wanaoendesha shughuli katika bahari na watalii kudaiwa kuchangia pakubwa katika uchafuzi na uharibifu mkubwa wa bahari. Aidha, kulingana na wadau hao, viumbe na mimea kama vile kasa, samaki na hata mikoko imeendelea kupungua licha ya juhudi za kampeni zinazofanywa kulinda sehemu hizo. Wadau hao wamependekeza mafunzo kuhusu bahari na adhabu kali kwa wanaovunja sheria za kutunza mazingira baharini. We have built partnership, we have built friendship.

We need you to really help us save our oceans. Baada ya taarifa hiyo tunakwenda mapumzikoni kidogo, tunarejea hivi punde na taarifa.